wajue kuniona nakunywa pombe japokuwa mi ndo stairi yangu ya unywaji kwao wakiona vile na na, perform, na posti kwa watu wanaona huyu ndo anaharibika, huyu ndo anakufa eh? ya, yo, napata komenti nyingi bwana utakufa bwana uta nini lakini unakumbuka vile ambavyo umejifunza pombe wewe pombe ulijifunza kipindi gani ama ilikuwaje ukajifunza kuingia kwenye pombe mpaka wao wanakushangaa design hiyo bwana mi kujifunza pombe bwana Siri yangu mimi ya kwanza kunywa pombe nilikunywa ku, yeah. Sababu nilipata ushindani mdogo. Oh, ukavumilia yeah. Oh, mimi si pombe kipindi hicho mm. Ilikuwa mi ilikuwa, siwezi nikanywa ilikuwa, ah, kipindi hicho mwanangu, pombe ya ajabu sana pombe, kutoka, kutoka Malawi yeah, naweza Bwana kanipe ile pombe. Kwenye kui challenge ile pombe nilivyoifungua, nilitaka ninywe taratibu. Lakini kwa ukali wa ile pombe nilikuwa nikinywa taratibu itanisumbua. Hebu ngoja nimeze yote. Alafu nione itakuwaje. Kwa nikaifungua, nikaiwasha, nikaipiga. Baadaye nikakuta niko fresh. Sasa huo nikitoka pale, huo nikitaka kama kujaribu kwamba nichukue pombe, nifungue kidogo ninywe taratibu naona pombe inakuwa kali zaidi. Ama nifungue nichanganye labda na kinywaji chochote naona pombe inakuwa kali. Bwana, mambo vipi? Na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Mimi nikuambie tu ya kwamba kati ya ma content creator ambao unawafahamu huyu ndio mwamba anaitwa Profesa, mmoja kati ya watu ambao wameamua wapite njia ngumu kwenye masuala mazima kuweza kute, kutengeneza content. Nyundo TV Tumeziona kontenti zake ambazo yeye bwana anakunywa pombe bila kushusha, anakunywa pombe kali ambazo wewe unasema ni pombe kali kwa kieni cha mtoto eh. Nimemtafuta tuweze kuzungumza naye, tuambie vile ambavyo ameamua afanye kontenti ya dizaini hii, na hasa zaidi changamoto yake ni ipi, na kwa nini ameamua athubutu kuweza kuyafanya mambo kama haya, na wale ambao wanasema kwamba wapo naye mpaka siku ya kufa, yeye anawaambiaje? Ni kweli kwamba anaogopa ana, ana zile kauli ama hawezi kuogopa, anasonga mbele na masuala mazima kunywa pombe. Mzee anakwaje? Kama kawaida, mambo yanaenda, mambo yanaenda. Kwa wale ambao wanakutazama, kwa wale ambao kwa mara ya kwanza ndio wanakuona kupitia kwenye YouTube channel yetu Nyundo TV, ama kwa wale ambao huwa wanaonaga video zako, lakini wafahamu jina lako, wanatamani wafahamu wana, wafahamu vipi, wanamtazama nani hasa hapa? Uh, wanamtazama mimi, majina yangu halisi, jina langu halisi nitwa Jeston, ila almaarufu kama Tonie Professor. Na. Kwa mara ya kwanza nimeona video zako mtaani kwangu, watu wakiwa na bishana, najua vile vitu ambavyo mko ukivifanya vya kuweza kunywa pombe bila kushuka e, na mengi natamani nikuulize, lakini swali langu la kwanza, uliwaza nini mpaka ukaamua upite njia hii ya kutengeneza maudhui kwa njia ile? Aa, ni kwamba nilichokuwa nakifanya nilikuwa nakifanya kama kawaida, lakini nikawa naona kama watu wanashangaa kwa nini nafanya kile kitu ya. Kwa mara ya kwanza video yako ya kwanza nakumbuka, ilikuwaje mpaka ukajihusisha hasa kwenye content design ile? Kwa mara ya kwanza naifanya ile video nilifanya yani, nilifanya kawaida, lakini nilipoipost nikaja ku, yani mapokezi ya watu nikaona ni tofauti sana. Na mtu wote ambao amekushauri kufanya hivi unavyovifanya, ama maana nini? Ah, mna, kunywa vile kwa pombe, ninavyokunywa vile ni style yangu. Yani mimi ndo na mimi nakunywa vile. Sio kwamba ulikuwa na ushindani sehemu fulani mtu akakupekea kiasi cha pesa ukataka uoneshe umwamba Hapana, hapana hapana. Ni stairi yangu tu ya unywaji, yani ni stairi yangu naifanya kwa vile. Kifupi wewe ni mnywaji wa pombe? Mimi <laughs> ni mnywaji wa pombe. Ulianza mda gani, ama miaka mingapi iliyopita kuanza kunywa unywaji mpaka mm, sasa hivi? Na kama miaka sita saba toka na kunywa pombe, stairi yangu. Mna umeamua upite njia ngumu ngumu na kunywa pombe ngumu, dizaini ile basi tuseme basi ni kila aina ya mtu na unywaji wake na vile unavyoweza kunywa. Kimi naona nikinywa vile na ndo niko sawa. Mimi mtu ambaye anakunywa pombe taratibu namwogopa sana. Kwa hiyo wewe, bia za kawaida hivyo, mara nyingi unakunywa bia ngapi hadi ulewe chakali? Ah. Bia sina idadi ya kulewa chakali. <laughs> Sina idadi. Ila bia unakunywa? <laughs> Yeah, huwa nakunywa lakini, yani labda kujifurahisha tu, labda nikitamani sana lakini so, so, so mtu ambaye anapenda kunywa bia hajawahi kukuletea shida yoyote labda mwilini kiafya? namaanisha kwamba zile ambazo nakunywa, maana ni pombe kali. Hapana, kiafya hapana na, na, miaka, miaka, miaka, sita. Miaka, sita, na miaka sita saba nenda mwaka wa saba nakunywa kwa staili yangu ile ile mm. Yeah. hajawahi kukusumbua chochote nasije kusumbuka kitu chochote mm. Yaani yeah. Una, una, uliwaza nini mpaka ukamua upite njia hii? Nah, sikuwaza, ila tu ni vile ambavyo nilikuwa ujue, mimi siwezi nikaenda sehemu nikakaa nikachukua pombe nikainywa kama vile mtu mwingine anaweza akanywa. Hey. mimi naweza kufika sehemu nikaichukua nikaifungua nikanywa nikaondoka, eh, nishazoea sasa. Nilikuwa napata comment kwamba mtu nikinywa hapa anaweza kanishangaa, wewe unakunywa vipi, unawezaje? hmm. Mimi nishazoea nikaona kawaida, japo kuna mtu akaja kuniambia kwamba bwana, unachokifanya wewe bwana mimi toka nimezaliwa dunia hii sijamuona mtu anayefanya kitu unachokifanya wewe. Kumbe nikaona kama ni kitu cha tofauti, na kweli nilipokuja kukifanya naona kweli ni kitu cha tofauti, lakini mimi kwangu mimi naona kawaida tu, nachukua pombe na kunywa niendelea na mambo yangu ya kawaida. Kupitia kwenye mitandao kwa jamii, comment nyingi zinakuwa ni zipi? Komenti zangu mimi ni mbaya sana, yani mbaya sana, eh. yani asina ya, comment, yani I mean, na comment nzuri chache sana, lakini nyingi sana ni mbaya, ni mbaya sana. Wanasemaje? Nah, tuko na wewe mpaka ufe yani, tuko na... <laughs> <Yes>, eh. <laughs> na wewe mpaka ufe. Yaani tuko pamoja na wewe mpaka ufe, unachoma maini unaharibu figo yeah, yani, ndio huwa comment ambazo huwa anapata. Hasa huwa siri anapata hizo comment kwa sababu ya nini? Kwa sababu <laughs> mimi nishazoea ya kama kawaida tu yeah, nachukua nachukua pombe yani, unywaji anaokunywa yeye na unywaji ninaokunywa mimi ni kama tunatofautiana lakini ni sawa yeah, yani, unywaji ule ule, ya. Lakini huwa hujibu aujibu hizo comment? Yani comment ndio ambapo nitafikia mpaka kuijibu, labda. Yani kuna comment huwa zinanifresha sana, kuna comment nikiziona huwa naziacha, ama kuna comment ambayo itanikera sana, nitaijibu, lakini huwa sijibu sana comment. Maana juzi video clip yako ilikuwa imepost, ilikuwa na Kinata MC. Ilikuwaje, Kinata alikuwekea ubishani kusema huwezi kufanya kitu fulani ama ilikuwaje kwa vile? Kinata bwana aliniambia, aliniambia bwana, kuna watu wanatumia pombe. Lakini wewe ni mtu tofauti sana, nikamwambia hapana. Yani kawaida toka sasa, sikiliza, mimi nataka pombe, nije nikuletee mwenyewe yani nikitaka, ni improve, kama ni kweli yani unywe mbele yangu na kuona. Kwa maana alikuwa amini kama zile ni pombe, yani alikuwa amini kama wanavyosema, wanavyosema watu, anaeka maji yeah, anasua na kasindano, ana yani mambo kibao, watu wanaongea kila mtu anaongea na comment anavyokitaka yeye, kwa sababu ni kila mtu anasema anachokiamua yeye. Kwa sababu bwana, mimi zile comment nimezipata sana kwamba unaweka maji unywe pombe halisi. Sasa nataka nikuletee pombe mimi, yani unywe mbele yangu nikiwepo. Nikamwambia sawa, fresh, yeah. Lakini kwenye familia hasa ikuletei shida hii, maana mzee wangu kini, nikitazama content zako kwenye makundi nikuleta wabongo, hakuna mtu ambaye anapita njia yako. Familia hasa inasemaje juu ya njia ambayo mwenyewe umeamua upite? Familia bwana, ni baba mama walishaamua kunileta kwao mimi na mimi napambana Kusabu, kwa sababu kwa nini napambana kwa nilipo bila kusema familia? Ya nishapoteza watu wengi yani, kuna familia yangu wengine hata kuniona naona kama mtu wa ajabu sana yani, wakiniona wananishangaa, kwamba huyu jamaa amekuaje? Huu ni mtu aina gani? Yani anawezeje kufanya hivi? ya yani hivyo familia yangu nishapoteza, marafiki, watu wangu wa karibu waliokuwa wananiamini nishawapoteza sana ya umapoteza? Yeah. kwa nini umapoteza? Basi wanashangaa staili yangu ya unywaji, yani kuna wengine nilikuwa Wajue kuniona nakunywa pombe japokuwa, mi ndo staili yangu ya unywaji, kwao wakiona vile na na, perform, na posti kwa watu wanaona huyu ndo anaharibika, huyu ndo anakufa eh? Ya, yo, napata komenti nyingi, bwana utakufa bwana uta nini, lakini unakumbuka vile ambavyo umejifunza pombe. Wewe, pombe ulijifunza kipindi gani ama ilikuwaje ukajifunza kuingia kwenye pombe mpaka wao wanakushangaa design hiyo? Bwana mi kujifunza pombe bwana Seri yangu mimi ya kwanza kunywa pombe nilikunywa nilikuwa, yeah. Sababu, nilipata ushindani mdogo, kabla sinywe pombe mtu akaniambia wewe, ukinywa hii pombe unaweza ukafa kabisa, wewe uweze ukavumilia. Mimi sinywe pombe kipindi hicho, nikamwambia bwana, pombe hii mimi siwezi yeah. Nika, nikanywa. Ah, kipindi hicho mwanangu, pombe ya ajabu sana, pombe kali kutoka, kutoka, kutoka Malawi, yeah, naweza. Bwana akanipe ile pombe. Kwenye ku challenge ile pombe nilivoifungua, nilitaka ninywe taratibu. Lakini kwa ukali wa ile pombe nikaona nikinywa taratibu atanisumbua. Hebu ngoja nimeze yote. Alafu nione itakuwaje. Kwa hiyo nikaifungua, nikaiwasha, nikaipiga. Baadaye nikakuta niko fresh. Sasa huoni nikitoka pale, huoni nikitaka kama kujaribu kwamba nichukue pombe, nifungue kidogo ninywe taratibu naona pombe inakuwa kali zaidi ama nifungue nichanganye labda na kinywaji chochote naona pombe inakuwa kali kwa mimi wanaona naona pombe haiwezi kuwa kali kwa, kwa sababu nainywa yenyewe kama yenyewe. Naifungua na kunywa pombe yenyewe kama yenyewe. Yeah. Pombe ipi ambayo unahisi kwako ilikuwa ni, ni, ni, ni kali zaidi? Nimeona mimi, mimi sio mnywaji, nimeona kuna Kevanti, kuna kunyage eh, Chonchoice wanaita nini ile? Uh, Sanchoice ya. Ipi ambayo ilikuwa ni kali zaidi ambayo watu walisema da mzee wangu mepiga dihi kati ya zile zote ambazo umekunywa bwana? Mimi bwana kwenye pombe wala sina pombe kali. Mimi pombe yote sikuona kali. Labda niseme kitu kikali sana kwangu, nishifanya content hii kweli kali, labda nishindane mpaka na watu basi. Maji ndugu yangu, basi. Mimi maji unayaona ni makali mno, yani siwezi nikavumilia yale maji maji. Yeah. Yani kwa kweli pombe sio kali zaidi ya maji? Ah, pombe sio kali yani, mimi maji yani naweza nikachukua maji kuyatumia maji yani ku... ah, maji yaisee, siawezi kwanza, siawezi. Kike vanti na alcohol ngapi? Kivanti na alikuwa kama 42 43. 42. Yeah. Inaingia kichwani. Konyagi. Konyagi. Ah, hizo alcohol zinatembea huko 42 43. Hiyo choice sijui. Yeah, hizo hizo. Alcohol ni hizo hizo. Mm. Yeah. Kipi sasa ambacho bado hujajaribu hizi ambazo kali kali ambayo unasema nikipata hiyo siku nitaonyesha unyama zaidi? Hmm. Kwa hizo bwana... Ah. Mimi sina pombe ya kuoneza nikaionyeshe kaa ni kani unyama zaidi ila mi na uzo kunywa pombe yote ile. Yani mimi kila kila aina ya pombe mi nakunywa, yani alkoholi yote mi nainywa. mm. yeah. ni, ni, nilipata taarifa kwamba una meneja una meneja. Nilitaka ni, ni, nifahamu kwamba ilikuaje mpaka ukafikia hatua sasa ukawa na meneja. Mlifanya me, me, me, me, swala la kunywa pombe kama starehe, baadaye mkaingiza kama biashara, ama tafsiri yake nini? Maana una uongozi sasa hivi. yeah, uongozi nao. yeah, of course. Ilikuwaje sasa? Mm, uongozi ni kwamba ulikuja pale baada ya kuona ninachokifanya ni cha tofauti kwamba nachoweza kukifanya mtu mwingine hawezi kufanya, huyu anafanya, huyu afanyi, huyu anataka kujaribu, anataka asijaribu. Basi nikaona mimi pia na uwezo wa kujimenaji, kwa sababu zile pombe mi nanunua koo. Hakuna komenti ambazo huwa nakasirika na, na, na, na sana nazo, kama mtu nikamwona akasema meka maji amekunywa nini, huwa nakasirika sana, kwa sababu mimi na, na mtu ambaye anazinunua mimi nafanya kuzinywa, anakasirika sana. Kutafuta meneja ni kwa sababu mimi siwezi kujimudu mimi kama mimi kwa kununua kila kitu ninachokunywa, yeah. Na, na, na, na kwa hiki ambacho nakifanya sasa, malengo ni yapi ama dhamira ni nini hasa? Dhamira ah, ni kwamba mimi ni, tester. Yani, ni kwamba kama kuna mtu anahitaji kufanya biashara na mimi kuhusu pombe nataka yani, nifanye kuhusu kinywaji chako kinahusiana na pombe. So pombe tu maji ma energy yani kitu chochote ambacho nikimiminika ambacho mtu anaweza akanywa, mimi naweza kukifanyia kazi yeah. Kuna, kuna, kuna dimu yote ambayo ushaipata kutoka kwa watu wakubwa wakubwa, labda viongozi wasanii wakubwa wakubwa, waweza kukushauri ama kukupa pole ama wala kukupongeza kwa hiki ambacho unachokifanya? Bwana ah, sisi watanzania wengi bwana, mabosi zetu wengi sana huwa wanapenda sana usubutu ni yani, kama ukithubutu kufanya kitu, ni rahisi kwenda kumwambia unaweza kufanya hicho kitu, inawezekana. Lakini mtu ukisema utoke uende kumfuata mtu kumwambia kitu, mimi nina uwezo wa kukitumia, mtu hawezi kukuamini, laba, maybe wakiona udhubutu kwamba yupo anafanya hiki na hiki, ya kama wataona kuna umuhimu wa kwamba anaweza kufanya hiki. Sawa, kauli yako sasa ni ipi kwa Watanzania, hasa wale ambao hawaamini hiki ambacho nakifanya, wale ambao wanaamini kwamba wewe ni mtu ambaye ambaye una, unajaribu hasa unaambiaje? una, una, una una, Ah, Watanzania bwana wanaamini kama mimi najaribu ni kwamba, kwanza mimi na, na, na, nataka kuchukua nafasi ya kwamba nataka kuwashauri kwanza Watanzania ah, nishanza kusikia watu wengi sana wanipigia simu bwana, tunajaribu kama wewe tunafanya unavyofanya wewe, lakini mara mwingine anakunywa atembei, mwingine anakunywa yaani. Nawashauri kwamba Watanzania ninachokifanya mimi sifanyi kwa ajili ya ushindani wa mtu mwingine. Mimi nafanya kile ambacho mimi naweza kukifanya, maybe hata wewe unavokunywa mimi nikakushangaa. So mimi nikimkuta mtu anakunywa pombe kwenye glasi namshangaa, namuona mtu wa ajabu, anawezaje kuvumilia pombe kunywa zaidi ya mara tano sita, yaani akanywa akaenda. Kwa hiyo nawashauri watanzania kwamba ukitaka kunywa ama kutumia kilevi, tumia kwa staili yako, ama tumia kwa vile ambavyo umezoea kila siku. Yaani usitumie kwamba nishindane na tonie profesa anavyofanya, no, kunywa kwa staili yako wewe unaofanya, ila ni kwamba mimi niko poa na na muda mrefu sana na muda, yani kabla ya hivi nilikuwa natumia muda mrefu sana almost ni kama na miaka sita saba toka kuanza kunywa. yeah, yani, yani, sio kunywa na natumia kwa, kwa kilevu hiki, yani, kwa, staili hii na kunywa. yeah. mm. natumia. Kwa ni kwamba kwa mtu mwingine simshauri kufanya ninachokifanya mimi. Ni kwamba afanye kile kitu ambacho anaweza kukifanya, lakini kwa mimi, mimi, yani mimi nikitumia na kuwa niko sawa alafu naona fresh kabisa. Ulishawahi kunywa kwenye hizo ushawahi kunywa pombe yote ambayo ukashindwa kutembea kama ulivyosema hapo ile, kwamba unakunywa funalegea kabisa umetepeta? Hapana, sijawahi. Yani mimi mwenyewe sijawahi kujikuta niko staili hiyo, sijawahi. Ile siku ambayo umekunywa double kick, ulikunywa double kick mbili, moja huku moja huku, ulivyomaliza ndo pale ulijisikiaje sasa? <laughs> mimi nikinywa double kick mbili kama vile huwa na refresh kama dakika kumi tu. Yaani eh, naweza nikanywa. Ya yeah, nikarodi hapa dakika kumi kwamba kuna kitu kimeingia kichwani. Hiki mm. ni kitu cha aina gani? Kwa hiyo mwili wangu mimi huwa na naweza nika refresh kwa dakika kumi tu. Yaani eh, nikakaa nikanywa nikakaa dakika kumi nika refresh afu ningeendelea na mambo yangu mengine. Lakini mm. ja, sina ile nikalewa ukanikuta nimelewa niko mtaani niko wewe mwenyewe unaona ya yeah, unaona nilivyo, yani sio kwamba nalewa na sijafikia huko. Hata mimi nilitarajia kukuona, napokuja kukuona namwona ni mtu ambaye kama sio teja au mdau, na muona kachoka kwa, kwa unywaji, nilijua hivyo, ila nakuona kijana ambaye una mwili wako una nguvu zako, na staajabu. Maana zile pombe kama zinaenda zina chini, maanake nini? Ta, no, yani, yani I mean, ni wa stare yangu yani, ni kama, kama ya unywaji nim niwaambiwa Tanzania kwamba ni stare yangu. Kwa hiyo yani, msitarajie kuniona niko tofauti na hivi. Kama kama issue ya kuumwa, ni kwamba sisi ni binadamu. Ya kila mtu anaweza kaumwa, kila mtu anaumwa, anapata shida yoyote ile kwa so shida lakini mstalaji wa Tanzania kwamba nasikia kauli kibao, maneno kibao. Bwana anasema akiumwa ana hapa hela, ana hela hapo wala nyumbani. Sasa akiumwa itakuwaje? Nasikia kauli nyingi. E, unasemaga wewe mwenyewe ndio uliposti hivyo. Umesema sina hela hapa wala nyumbani. Umeona posti yako moja? Nishaambia nikiumwa, e, e, sina hela hapo wala nyumbani. Maana yake watu wakuchangie? Ah no, yani sina sina muda huo. Yani e, sina mpango huo ila tu e, ni stare yangu afu ni kwamba mtu anaweza kusema hivyo, ni kwamba maybe simjui, pengine hata yeye pia anijui, ananiona tu kimtandao. Kwa hiyo ninavyomwambia nikiumwa sina hela hapa wala nyumbani ni kwamba nasema ni slogan ya kwangu, kama daima mbele nyuma mwiko. Yeah. Kwa hiyo ni slogan ambayo naweza kuitumia, lakini kuumwa, sisi sote ni binadamu. Mimi pia ni binadamu wa kawaida. Naweza kuumwa, lakini mimi si, sitarajii ama sitopende eti niume kwa sababu ya pombe. Aha. Pombe ni stare yangu kama kila mtu anavyofanya. Kama ikitokea nimeumwa ni kwamba ni, ni watu wa kawaida wanaumwa, lakini sio kwa vile ninavyokunywa yeye, lakini yeye, ninavyokunywa hawezi kunywa kama tofauti tu naona sawa yeye, anavyokunywa na mimi ninavyokunywa. Kwa hiyo tunatofautiana tu unywaji, lakini sisi sote ni walivyo. Mbali na zile video ambazo tumeziona, unywaji mzuri sana wa pombe kali, hasa unajishughulisha na nini hasa Mbona mimi ni mpambanaji tu, kama wapambanaji wengine mimi, i pia natafuta, najitafuta. ya shughuli zangu ni zile za kawaida tu, weza mwanaume, yani harakati yani, mimi mwana harakati. Na kwa tunafahamu kuna baadhi ya pombe zimeandikwa, unywaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya yako, na natamani na, na, na, nifahamu hii kauli, wewe unaichukuliaje? Ama wewe hii kauli unaifahamu au hauifahamu? <laughs> Eh bwana, sawa mimi pia ile kauli wala isikia, lakini hivi e, kweli ukanywa pombe ukanywa pombe e, ukachukua maybe ile, ile pombe kali moja ukainywa kweli ni hatari kwa afya yako kweli? Yaani ile pombe moja ama maybe nikachukua zile mbili nazokunywa nikazinywa kweli ni hatari kwa afya yako. Hapana. Hatari kwa afya yako ni kwamba wewe unakunywa pombe kiolela, yani we ueleweki, yani umeamka unakunywa pombe Yaani unatembea huko na kunywa pombe. Lakini mimi nina muda. Yaani, yeah. Nina muda ambao naweza nikatenga ni muda wa kazi, ni muda wa kulewa, ni muda wa kunywa. Yaani, yeah. Ule muda natumia pombe kali ni muda ambao mimi sina kazi. Kwa siku unaweza kunywa labda vile vidude vya vya vya kivanti vidogo vidogo vingapi? Yeah. Ni vini kitaka. Yeah. Yeah. Nivichukulie muda kunitekenya tekenya tu saba na nane. Sasa bado nini hujamaliza? Ah, mimi pia sijui nini sijana, lakini mimi hamna pombe ambayo siwezi. Yaani pombe kali yoyote ile ambayo siwezi kunywa mimi sijaiona, hmm. yeah. kuna namna yote ambayo umeshamwandaa mtu wako karibu e? Mathalani katokea ukaathirika figo kawa mbovu nini na nini akutolee ama maanake nini, maana kwa hiki unachokifanya no lazima uandae mtu e, maksusi kuja kukupa pale kiungo chako kinapokuwa kimefeli. Hamna <laughs> um, kitu hicho hakuna, yaani ni feli figo kwa sababu ya pombe, uamini. Hamna, hey, <laughs> kitu kama hicho ama maini ma, nikange maini kwa sababu ya pombe hmm. Hapana, hamna kama hicho, japo sisemi kwamba kila mtu anaweza akafanya anachokifanya, no. Ila tu mimi siamini kwenye hicho kitu, labda maybe ningepata hayo mambo kabla, labda kwa sababu nishakwambia, na miaka saba almost sita saba natumia gelevi a, mm, yeah, kwa staili hiyo sasa, mimi sijui inawezekaje. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo wewe huamini, labda kama kwa hiki ambacho tunakifanya, lazima unaroje unaharibu viungo vyako, kama kwa hiki unachokifanya, kama utafanya kwa muda mrefu, maana kama ni figo kama ni, ni maini yako lazima taharibika. Wewe huamini hiko kitu, nishafanya muda mrefu sana, yani kama kuharibika basi yaliharibika afu yakakaa ya kwenye mstari tena, lakini zaidi ya miaka labda kama haba miaka kumi, ishirini, lakini kwa miaka hii niloifanya ni miaka sita saba na kunywa pombe kali kwa staili hiyo. Kwa hiyo yani, sioni kama napata madhara ama nitakuwa na madhara ama si nitasikia madhara kwa wao wanavyosema, kwa sababu kila mtu na mtazamo wake. Kwa hiyo, maybe ni mtu ambaye alitaka kuchukua kitu, ametaka kujaribu, kwa sababu sisi, ujue, binadamu tumeumbwa tofauti, na unatakiwa ujue kabisa kitu ambacho huwezi kukifanya, hakuna mtu awezi kukifanya. Kwa hiyo mimi naamini ni talent kwamba kitu ambacho uwezi kukifanya mwingine anafanya, ko unatakiwa uamini ama usikasirike. Ukiona mtu anafanya kitu ambacho wewe unaona hata ukijaribu uwezi au usikasirike, wewe ona tu mwangalie uye mtu ataishia wapi na nini. Lakini kuna kauli ambazo wanasikia kauli mbaya, napata kauli nyingi sana mbaya, huwa anaziangalia tu. Mtu atakutukana bila sababu, atakufuata DM atakutukana, atakwambia kitu cha ajabu, huwa anaangalia ko ni kwamba kitu ambacho wewe huwezi kukifanya mtu mwingine ana uwezo kukifanya, kama ile pombe iliyowekwa yote, chupa moja, wewe una uwezo kuimimina taratibu, mwingine ana uwezo kuimimina yote kwa mara moja, ambaye ndo wewe, ambaye ndo mimi. Yani mimi naichukua na imimina yote kwa mara moja, wewe una imimina taratibu, sio mbaya, fanya kwa vile unavyoweza, lakini mimi siwezi. Yani mimi huwezi kuniforce nikafanya unachokitaka wewe, ninywe bia niache pombe kali, haiwezekani. Ama nichukue pombe kali, ninywe pombe kali kwa mara tatu, mara nne, mara tano, haiwezekani. No. Kwa namna yote imeshaanza kukulipa hiki ambacho nikifanya. Wenza imekuletea kiasi cha pesa, imekuletea watu maarufu ama deals zote imeshaanza kuingiza kupitia unywaji wa pombe design? Hapana, <laughs> hapana, hapana, sijapata kitu chochote, sijapata deal, sijapata watu maarufu yeah, bado tunatarajia hilo, yeah, inshallah, yeah, naomba Mungu. Saa zungumza basi na watu ambao wanapenda kile ambacho nakifanya afu waambie kwenye mitandao kijamii unapatikana maeneo gani? Bwana mimi bwana mimi na wanangu ambao ninachokifanya wanaona. Wanakusupport. Yeah, wana ya, appreciate sana e. wanangu sana. E. Nitakuja live nitaongea nao na una wanangu wana appreciate ninachokifanya. Mm. Bwana, wanangu mimi niko pamoja na nyinyi. Eh? Yeah, yani, kama kitu ambacho wewe uwezo kukifanya, mimi na uwezo kukifanya. Ndio maana mimi nisho hapa, nisho hapa nimesha nimeshawaambia kwamba unaweza kwa comment kitu ambacho wewe uwezo kukifanya, mm. uka comment mimi nikakufanyia. Kwa hiyo sio mbaya. Kwa hiyo, mwanangu umeshindwa kuimaliza kwa nyagi. Utakomenti, mimi nitaona, mwanangu, nitakusaidia kwa sababu wewe uwezi. Ila nawapenda sana, ninachokifanya pia ni kwa sababu ya moyo wangu na kitu ambacho nilizoea kukifanya kwa so, maajabu. Mimi siumii, ila nafanya for fun. Yani mimi nafanya kwa sababu moyo wangu unapenda, ndo napenda nifanye hivyo, siwezi kwenda taratibu kama unavyotaka wewe. Kwa ni wanangu na wapenda na wakubali pia mimi. Pia, na appreciate wengi, wanaona mimi huwa nawajibu, so, wanangu tu kwamba wanaume hata wanawake pia wana comment vizuri mimi nitamfuata, nitamjibu, nita like, yani inaweza nika like, comment yake hata nisipomjibu. Kwa hivyo ya. Tunakupataji sasa Instagram, tunakupataji Facebook, tunakupataji TikTok. Ya Facebook natumia Jeston, ya Jeston Maenge. Instagram natumia Tonie Professor, Tonie Professor. Instagram TikTok natumia Tonie Professor. Yani maana ya professor ni kwamba mimi nimegundua kwamba pombe sio kilevi, yani pombe kali <laughs> Pombe kali bwana eh, so kilevi eh. Labda nikaja nikaja kupata pombe ambayo labda mtu ataona kama pombe itakuwa tofauti, lakini pombe kali yoyote kwa hizi pombe nilizozitumia mm. Asijiona kama kuna pombe kali. kwa hiki ambacho ningefanya ndoto zetu hasa ni nini? Ah, ndoto ni kwamba mimi i wish sana maybe nikaja kuwa tester kwenye viwanda, okay. Yeah, nikawa tester kwenye hivi viwanda ni kama ukiandaa pombe, unaona pombe yangu ni ipime alcohol, alcohol iko vipi. Mimi nitakuja kufanya kama test test, yani nafanya hii, hii Ani, ya alcohol kwamba hii iko poa, yani ongeza alcohol bwana. Nashukuru sana kwa time yako bwana, nashukuru pia mzee wangu bwana. Nilikuwa nazungumza na mwanangu na hapa, anajiita profesa, anasema profesa maana yake anaamini pombe sio sianasema so, pombe kali yote, so. <laughs> yote sio kilevi. Mengi tumezungumza lakini kubwa zaidi ni kusana na content ambazo binafsi anazifanya zipo kwenye mitandao ya kijamii binafsi nimemtafuta, nimeona anafanya moja ngumu sana, Nikasema nimtafute nizungumzane, atuambie kwa nini ameamua kupita njia ngumu dizaini hii. Hebu tuambie kwenye komenti hapo kwa hiki ambacho tumekizungumza, ama kwa hiki ambacho amekizungumza. Wewe, maoni yako ni yapi? Njia ambayo mwanangu ameamua kupita, unahisi ni sahihi ama sio sahihi? Anakunywa pombe dizaini yote ambayo wewe unasema ni kali, yeye anakunywa bila ya kushusha. Huyu ndo mzee ambaye anakunywa bila kushusha. Mengi tumezungumza, tuambie kwenye comment, lakini kubwa zaidi, kama na mara yako ya kwanza kutembelea kunako youtube channel yetu Nyundo TV, basi usisahau kusubscribe. Thanks for watching, till next time.